Kampuni ya Tesla ya Marekani imepata nguko kubwa la thamani ya hisa zake kwa zaidi ya asilimia 15 ndani ya siku moja, likiwa mojawapo ya matukio makubwa zaidi ya kushuka kwa hisa katika miaka hivi karibuni. Katikati ya hali hii ya misukosuko ya kifedha, vituo vya Tesla na magari yake yamelengwa kwenye mashambulizi mbalimbali mbali kote Marekani. Wengine wanahusisha matukio haya na kisasi cha kisiasa dhidi ya mkurugenzi mtendaji wa Tesla, Elon Musk kutokana na maoni yake hadharani na msimamo wake wa kisiasa. Kufuatia matukio haya, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hadharani kuwa anania ya kununua gari la Tesla, jambo ambalo limezua maoni tofauti kutoka kwa makundi mbalimbali mbali ya watu. Kupitia taarifa yake ambayo Rais wa Marekani Donald Trump amechapisha kupitia ukurasa wake wa Twitter, amenukuliwa akisema kwamba Elon Musk anajitolea kwa hali na mali ili kusaidia taifa letu na anafanya kazi ya ajabu, lakini kundi la wenye msimamo mkali wa mrengo wa kushoto, kama walivyozoea, wanajaribu kwa njia zisizo halali na kwa kushirikiana kupiga marufuku wa Tesla, mojawapo ya watengenezaji bora wa magari ulimwenguni na mtoto wa Elon Musk, kwa lengo la kumshambulia na kumdhulumu Elon pamoja na kila kitu anachosimamia. Walijaribu kunifanyia hivyo kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2024, lakini ilikuwaje? Kwa vyovyote vyote vile, kesho asubuhi inakwenda kununua Tesla mpya kabisa kama ishara ya imani na kuunga mkono juhudi za Elon Musk, ambaye ni Mmarekani wa kweli. Kwa nini aadhibiwe kutumia ujuzi wake mkubwa kufanya kazi ili kuifanya Marekani kuwa kuu tena. Baada ya taarifa hiyo, alikuja mkurugenzi wa Tesla huko Marekani, Elon Musk akariposti ile taarifa ambayo ameandika rais wa Marekani Donald Trump, akaandika thank you president, namna ambavyo Elon Musk amemshukuru rais wake kwa kumsapoti na kumuunga mkono juu ya kile ambacho amemfanyia. Na tutarejea kwamba kesho asubuhi Trump atakwenda kupata chuma mpya ya Tesla kutoka kwa Elon Musk. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani.